Mbona unachapia mtoto? Nimekwambia kila kitu, mbona unachapia mtoto? Baby nini ingeendelea? Nilikuwa na mzangu black. Ngoja ngoja, anza tena black black fast, black fast. Nilikuwa mm, na mzangu black fast ya labu akaanza kunijaba. Sasa hii ni nini? Mbona unachapia mtoto? Nafanyia kila kitu lakini unachapia mtoto. Unja, mimi nimemjua akiwa wazimu miaka tatu. Ni ngoja kitu irudi sana nimpe msichana. Sasa hii anaongea mtoto. Nilikwambia ugonge ile moja. Lakini sasa unagonga ile, unagonga hii. Unataka kuonga gani? Onga moja, unasikia? Jamani, niefanyie kila kitu. Nimekuambia ngumi ambacho si kofi. Kwenye nakaa, kwenye na kula ni mimi. Alikuwa amelala. Mimi nilirusha mkono, nikaenda kuchukua mkate, nikakuta. Haya, mtoto wangu ni wazimu. Ona, hii ni mkono wa mkate, hebu nione. Hapa. Bibi, uligonga hapa? Hapa. Ona hii unaona, hii pande nyingine. Uligonga hapa na hii pia hakuna ona. Tafuta kidonda. Tafuta kidonda. Na hapa uligonga bibi, bibi wangu hapa. Mimi nikumuomba. Unajua nitafanya nini? Nimkiss. Naenda naye nyumbani. Utakuja utamkujia na mzazi. Nilikuja hapa mimi nilikukiss vibaya. Ulimkiss na meno? Kunywa maji vunziwa kukizwa wapi? Umejiziwa miaka mbili hivi. Unaenda naye nyumbani, huko utamkujia na mzazi. Pack your things. Sawa? Pack hata other things zote, ni vitu things zote ni za zetu. Sijui tutapambakishia nini. Tupai ni pack your things ama ni tuhame. Utakuja ubaki na nyumba ina kitu. Juu kila kitu hapa ni yangu. Ni ni ni our things. Unasikia? Huko utamkujia na mzazi. Mkuja na ule baba. Baba yako ni ule mmoja aliacha pombe. Eh? Alafu aao gari ikona shida. Shida ya gari ngeka mafuta inaendanga. Alafu steering iko ndani ya gari. Wayo tu nyumbani? na mzazi. Ukinitengenezea gari sta mchapa tena, umekumbuka kwenye uko juu, toka nyuma. Sawa, wewe kuja leta kari mimbani, nitashughulikia na ukuje na mzazi. Sawa. Eh, na n bado uko na mzazi. Unaona kama mzazi bado uko na mzazi. Eh, pija na mzazi.